Karibuni sana katika chaneli yetu ya FAM TZ. Tuendelee kupata elimu mbalimbali na mbinu mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa sungura pamoja na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za usafi pamoja na urembo. Kwa majina naitwa Fazili Mfaume, na leo tutakuwa wote pamoja, na tunakusii kama mjasiriamali ama mfugaji upate kuiangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa sababu utapata kitu cha msingi na bora zaidi, kama utakuwa unahitaji uzalishaji wako wa sungura kukua zaidi na uingie katika masoko ya ufugaji wa sungura kisasa zaidi. Hatua ya kwanza, kama ndio unaanza kuanza mradi wako wa sungura na unahitaji kwa siku ya leo upate elimu hii ni vizuri zaidi ningekushauri, ungekuwa na peni na karatasi pembeni yako ili mahesabu tutakayoyapiga hapa na wewe mwenyewe uhakiki je yako sawa sawa. Na kama yapo sawa sawa, basi ni mzuri zaidi ukaanza mfugaji huu wa sungura na wewe ujipatie kipato zaidi <coughs> na kama hujafanikiwa kusubscribe basi tunaomba sapoti yako ya kusubskribu kulike, kushare na kucomment video zetu mbalimbali ambazo tunazituma zipate kuwafikia wafugaji na wajasiriamali wenzetu kwa muda muafaka na wafikie kwa haraka zaidi, ila pia na wewe utakuwa miongoni mwa watu wa kwanza zaidi kupata notification ambapo tukishatuma video zetu na madarasa yetu yanayoendelea karibu sana. Na leo somo langu nitalenga zaidi jinsi gani tutazalisha sungura wengi ndani ya mwaka mmoja, ila kwa kutumia sungura wachache. Na somo langu tutazalisha sungura idadi ya kufika mia nne na kuendelea, ila tutawatumia sungura saba, ambao sungura saba hao watatupa majibu ya kupata sungura mia nne ndani ya mwaka mmoja, ila jambo la msingi kabla hujahama kutoka katika ufugaji wako huu mdogo na ukahitaji kwenda kuongeza idadi kubwa zaidi ya sungura wako, hakikisha vitu vya msingi hivi uwe navyo, umeshavikamilisha. Hakikisha umeshaanza ufugaji wa sungura na umeshawafanyiani kipraktikali kabisa kivitendo, na unajua changamoto zao zinavyoendelea. Ila pia jambo lingine la msingi, hakikisha una elimu nzuri ya ufu, kuwalea vifaranga na uandalie mabanda ambayo yaliyokuwa ya kisasa, ili kwa ajili utoke katika ufugaji mdogo na uingie katika ufugaji mkubwa. Ila pia na uhakikishe unawapatia chakula bora na cha kutosha zaidi, ili sungura wako wawe na afya bora na nzuri zaidi. Kwa hiyo kwa hatua ya kwanza, sasa tutaanza na sungura wetu watano, ambao kama tumesema, sungura wetu tumewaandaa sungura saba, ambao madume wawili na majike watano, ambao sungura hawa ndani ya mwaka mmoja watakuja kutupatia sungura 400. Kwa hiyo tutafanyaje? Kwa hiyo hesabu zetu zitaanza kama ifuatavyo. Tunaamini sungura mmoja ana uwezo wa kuzaa kuanzia kifaranga kimoja mpaka kumi na mbili, na wengine wanapitiliza wanaweza wakafika mpaka kumi na nne, kumi na tano, ila asilimia kubwa ya sungura wanaishiaga katika level ya vifaranga saba, nane, tisa. Hapa ndo wanakuwa kundi lingi sana la sungura, kundi kubwa sana linacheza katika vifaranga hivyo. Na sisi hapa tutaamua kutumia idadi ndogo sana ya sungura, yani manake, tutachukua kwa kila sungura mmoja kwa mzao wake mmoja atupatie vifaranga vitano, akizidisha sawa. Lakini sisi kwa sababu tunataka watu waelewe jinsi ya ufugaji, tutaanza na vifaranga vitano. Yaani tutaanza na mradi wetu mwezi wa kumi na mbili ambao tutawapandisha sungura wetu wa tano tarehe moja na tarehe thelathini na moja ya mwezi wa kumi na mbili ambao ni mwishoni mwa mwezi wa kumi na mbili, tutakuwa tayari sungura wetu wameshazaa, ambao kwa idadi ya tano tutakuwa tumepata vifaranga ishirini na tano, na mwezi wa kwanza watafanya kazi ya kunyonyesha mwezi mzima wanapofika mwezi wa pili tarehe moja tutawapandisha tena, na mwishoni mwa mwezi wa pili tunatarajia kupata tena vifaranga vingine ishirini na tano na inapofika mwezi wa tatu sungura wetu wataendelea na zoezi la kunyonyesha vifaranga vyao kwa muda wa mwezi mzima. Na unapofika mwezi wa nne tarehe moja ya mwezi wa nne tutapandanisha tena sungura wetu wale watano majike yetu matano na yata mpaka mwisho wa mwezi wa nne watakuwa wameshazaa kama sisi. Unaona vifaranga sungura wetu wengi wanacheza katika idadi ya vifaranga saba mpaka tisa ambao wanazaa. Kama mnaona hawa ni sita, wengi ukiangalia sita, saba, sita, saba. Kwa hiyo sasa, unakuta mwezi wa tano wataendelea zoezi lao la kunyonyesha vifaranga vyao kwa muda wa mwezi mmoja, na inapofika mwezi wa sita mwanzoni tutawapandanisha tena na mwishoni mwa mwezi wa sita tunatarajia tena kuvuna vifaranga ishirini na tano. Na mwezi wa saba tutawapandanisha, tutu, watafanya kazi zoezi la kunyonyesha mpaka mwisho wa mwezi. Na mwezi wa nane tutafanya zoezi la tarehe moja tu kuwapandanisha tena sungura wetu ambao ni majike matano. Na mwishoni mwa mwezi wa nane watakuwa wanatupatia tena vifaranga vingine ishirini na tano na kwa wale ambao wanahitaji vitabu vya ujasiriamali wa uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za urembo pamoja na usafi, ila pia na kwa wale wafugaji ambao wanahitaji pia vitabu vya ufugaji wa sungura, vipo tayari na tunaviuza kwa gharama ile ile ya shilingi 10000 kwa mfumo wa soft copy. Kwa hiyo unaweza katucheki kwa namba yetu ya simu 0623191238 na inapita kwenye skrini yetu hapo ili upate hiko kitabu chako ili ufuge kibiashara zaidi na utoke katika mfumo huu ambao unafuga kienyeji ki, ki zaidi, ili upate faida. Na tunaendelea mbele kwamba mwezi wa tisa watafanya kazi hii ya kunyonyesha, mwezi wa kumi tarehe moja tutawapandanisha tena, na mwezi wa, mwezi wa kumi huo mwishoni tutapata vifaranga vingine ishirini na tano na mwezi wa kumi na moja watafanya kazi ya kunyonyesha Mwezi wa kumi na mbili tarehe moja tutawapandanisha na mwezi wa kumi na mbili tutapata vifaranga ishirini na tano. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo kwa sungura wetu watano kwa mwaka mmoja watakuwa wameshazaa mara saba, ambao wameanza kuzaa mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa pili, mwezi wa nne, mwezi wa sita, mwezi wa nane, mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na mbili wenyewe. Kwa hiyo ukijumlisha hapo utapata sungura watano wameshatuzalia vifaranga Mia moja sabini na tano. Wakati huo huo vile vifaranga ambao vimeshazaliwa kwa idadi ya 25 25 tutavigawa kwa mbili, tutafanya kwamba majike wawe kumi na madume 15. Manake tukapiga hesabu wale vifaranga waliozaliwa mwezi wa kumi na mbili, inapofika mwezi wa saba na wao wanakuwa wanaanza kuwapandanisha tarehe moja, na mwishoni mwa mwezi wa saba na wao wataanza kutuzalia. Kwa hiyo tukichukua idadi ya tuliosema kumi majike, tukizidisha kwa vifaranga vitano hawa mwezi wa saba watatupatia vifaranga hamsini, na mwezi wa nane watafanya shughuli ya kunyonyesha. Mwezi wa tisa tutawapandisha tena mpaka mwishoni watatupatia tena vifaranga hamsini, na mwezi wa kumi watafanya kazi ya kunyonyesha. Mwezi wa kumi na moja tutawapandanisha tena tarehe moja na mwishoni watazaa tena vifaranga vingine hamsini ambavyo kijumlisha kwa wale sungura ambao wamezaliwa mwezi wa kumi na mbili, ndani ya mwaka huo watakuwa wamezaa mara tatu, ambao mwezi wa saba, mwezi wa tisa na mwezi wa kumi na moja, ambao idadi yao watatogea idadi ya sungura vifaranga vingine mia na hamsini. Na tukirudi kwa wale sungura ambao wamezaa mwezi wa kumi na mbili, wao mpaka mwezi wa tisa watakuwa tayari wameshatimiza miezi saba na wao mwezi wa tisa mwanzoni tunaanza kuwapandanisha, na mwezi wa tisa huo mwishoni tutaanza kupata vifaranga vingine hamsini, na mwezi wa kumi watanyonyesha. Mwezi wa kumi na moja tutawapandanisha tena na tutapata tena vifaranga vingine hamsini, na mwezi wa kumi na mbili watafanya kazi ya kunyonyesha, ambao na wao watakuwa wametugea tena vifaranga mia moja ambavyo wamezaa mwezi wa tisa na mwezi wa kumi na moja na tutaenda kwenye sungura ambao wamezaliwa mwezi wa nne. Sungura hawa waliozaliwa mwezi wa nne nao tutakwenda kwa idadi ile ile. kwa hiyo hawa tukienda kwa idadi ile ile, wao mwezi wa kumi na moja ndio watakuwa wametimiza miezi saba. Wakishatimiza miezi saba, maanake tunagawanya vile vile, kumi na tano madume tunaweka pembeni na tunawachukua wale majike kumi tunawapandanisha tarehe moja ya mwezi wa 11. Manake, mwezi wa 11 mwishoni, na wao watatupatia sungura wangapi? Hamsini tena wengine. Maana yake tutakuwa na sungura mia tatu ambao wamezaliwa kutokana na sungura wale mia moja sabini na tano yaani vile wale sungura ambao walozaa mwezi wa kumi na mbili mwezi wa pili na mwezi wa nne wao magrupu haya matatu watakuwa wametupatia sungula mia tatu. Kama uko sahihi, naomba uendelee kuwa makini zaidi, kwa sababu nahisi labda naenda kwa haraka, ili kutokana na muda kuifanya video isiwe ndefu sana. Kwa hiyo tutakuwa tumeshapata sungula mia tatu ambao wamezaliwa na wale vifaranga, na tukimepata sungula mia na sabini na tano ambao wamezaliwa kutokana na wale sungula tano majike yetu, ukijumlisha hapo, jumla kuu tutakuwa tumepata sungura 475. Tukifanya kwamba katika sungura 475 sungura 100 watakuwa katika harakati za ukuaji, labda tuchukuliwe walipata maradhi wakawa wamekufa na tukabaki na idadi ya sungura 375. Sasa piga hesabu ndogo, kama mfugaji unahitaji upate faida zaidi sasa hapa tunakuja sasa kwenye hesabu ya faida utakayoipata kutokana na uzalishaji huo sungula mia tatu tukasema labda katika hawa wote ambao sungula mia tatu na sabini na tano wametokana na sungula watano kila sungula mmoja hawe ana kilo mbili ndani ya mwaka mmoja maanake utakuwa umezalisha kilo mia saba na hamsini na kilo moja ya sungula tunaijua kwa sasa ni shilingi elfu ishirini sasa utazidisha mara mia saba hamsini mara elfu ishirini utapata hapo, utaona kiasi gani ambacho utakiingiza. Ila pia ukirudi kwenye mavuno ya mkojo, tukichukulia kwamba idadi ndogo kabisa uwe kwa mwezi unaingiza, labda unavuna lita 20 za mkojo, manake utazidisha ishirini mara. Tuchukulie labda mkojo wako uwe gredi ya mwisho ambao ni gredi D, ambao utauza kwa shilingi 2000. Ukichukua haya sasa ishirini mara elfu mbili utapata sawa na elfu arobaini kwa mwezi mmoja. Maanake utazidisha ile elfu arobaini mara kumi na mbili utapata idadi nzuri sana ya pesa. Ukijumlisha pesa utajua kwamba biashara sungura ni nzuri na inafaa. Kwa hiyo tunawashauri sana wenzetu wapate kuingia katika mfugo huu. Karibuni sana na asanteni sana sana.